Wananchi waliohama kwa hiari katika kijiji cha Ngombo kilichoko ndani ya pori la akiba la Kilombero wilayani Malinyi mkoani Morogoro ambao hawakuchukua fidia zao wametakiwa kufika katika kata ya Biro kufanya uhakiki ili kulipwa stahiki zao. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Malinyi Sebastiani Waryuba ambapo amesema kwa sasa wananchi wote waliokuwa wanaishi ndani ya pori hilo wameshahama hivyo akazitaka kaya hamsini na nane ambazo zilihama bila kuchukua stahiki zao kufika kabla ya mwisho wa mwezi Juni. Aidha, mkuu wa wilaya hiyo ameiagiza TAWA kuweka mazingira rafiki kwa ajili ya kuwavutia wanyama ambao waliondoka baada ya uvamizi wa wananchi katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na kuondoa magofu yaliyosalia itoe rai na wito kwa wananchi wa, wa wilaya ya Malinyi hasa wa kijiji cha Ngombo wale wote ambao walikuwa wanastahili kulipwa fidia na hawapatikani, wajitokeze waende, waje katika kijiji cha Biro, pale watamkuta mtendaji kata, atachukua takwimu kumbu zao kumbukumbu zao zote zinazostahili, ili uhakiki uendelee na uweze kulipwa fedha za fidia, pamoja fidia ya nyumba au makazi yake, pamoja na fidia ya makaburi hizo fedha zipo Dkt Samia Suluhu Hassan ameziachia fedha zipo mpaka sasa lakini wakichelewa wakachelewa mpaka mwezi wa sita ukaisha kwa sababu unapokuja fedha hizo sasa zitakuwa utaratibu wake wa kuzipata utakuwa ni mrefu kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wananchi wote mliokuwa katika kijiji cha Ngombo ambao mmesafiri maana tumepata taarifa wengine wameshasafiri wakawa wameshahama tayari wamekwenda mikoa mingine mbalimbali wengine wamekwenda Ruvuma wengine wamekwenda Mtwara wengine wamekwenda Lindi Kilwa wale huko wengine wamekwenda katika maeneo mbalimbali Pwani wengine wamekwenda Kigoma wamekwenda maeneo mbalimbali nchini warudi. Hatuwezi kuwalipa fedha kwa umbali mkiwa huko huko, lazima mrudi huku tuwathibitishe kama ndio nyewe kweli. Hili jambo ni ombi langu kwenu, hakuna usumbufu wote utakaopatikana ukishafika, na wataalamu wangu wapo standby kusubiri hilo jambo, na hizo fedha zipo, hazina usumbufu. Afisa habari kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, TAWA, Beatusi Maganja amewashukuru wananchi kwa uzalendo walionesha kwa kuhama kwa hiari katika eneo hilo kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa. penda kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana wananchi ambao walikuwa wakiishi katika kijiji cha Ngombo kwa maamuzi yao ya dhati ya kuweza kuamua kuyapisha haya maeneo ya hifadhi, ili shughuli za hifadhi, shughuli za kiuhifadhi ziweze kuendelea kama ilivyokusudiwa huu ni uzalendo ambao kila Mtanzania anapaswa kuwa nao. Kwa hivyo tunawapongeza sana na tunaamini tutaendelea kushirikiana pamoja katika shughuli hizi za uhifadhi kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa. Ngombo, tumehama kutoka Ngombo, tumekuja kijiji jirani. Pesa zangu nimepata na michakato ya kuhama tumefika salama. Na wale wenzangu waliokosa pesa, naomba waende kwenye ofisi wa mtendaji wa kata wa kijiji cha Biro, watapata pesa zao, wasiwe na hofu. Nimetii amri kutoka uamuzi wa serikali kuhusu uhamisho na nimetii amri kwa kipato ambacho nilichokipata